Ikumbukwe, chochote unachotoa kusaidia jamii au kanisa au msikiti ni hazina njema kwa Mungu, nazo zitakuwa ukumbusho kwa Muumba wetu. Maneno haya ninayarudia, kwani juzi juzi nikiwa kama mkuu wa chuo kikuu cha Iringa nilijaribu kuwaasa wahitimu wa shahada mbalimbali mbali, na stashahada. Tunakoelekea tunahitaji ubunifu mkubwa. Nchi yetu ni kubwa, nchi yetu ina rasilimali nyingi zingine tunaziona, lakini hatuzitambui. Ukubwa wa nchi yetu na rasilimali zilizopo zinatamaniwa na wengi, na njia inayotumika ni kutugombanisha. Tunapogombana wana, anatuambia wako tayari hata kutuletea silaha tumalizane sisi tunatofautiana kimawazo, badala ya kumaliza kwa mazungumzo tunataka tupigane. Wako tayari kutuletea silaha ili tumalizane, na mifano ni wenzetu, majirani zetu. Nani haoni? Au na sisi tunataka kufanya majaribio? Na tukifanya majaribio yatakuwa kweli atakuwa kweli. Sasa hatujui nani atatangulia, atatangulia wewe, atatangulia mimi, taifa linateketea, rasilimali zetu tu. Nilikuwa nikiwadokeza wenzangu, nikasema hivyo, tutafakari labda kwa baadaye. Kilimo ndio uti wa mgongo, hata Mwalimu Nyerere alisema hivyo lakini pengine watu walitafsiri kilimo sio uti wa mgongo, kwa sababu watu wanapata shida, hamna nyenzo, wanaenda kuumia shambani. Lakini inaamini kabisa ukiwa na kilimo kizuri, nchi yetu itaneemeka. Lakini tunakosa nini? Wengi wakulima wanategemea mvua Wanapotegemea mvua, mvua isipokuja, kuna njaa, kuna kila kitu ambacho kinatuletea shida. Lakini ukianza kuitazama nchi yetu ina maji mengi sana.